Wadada, asitokee mtu akakudanganya una uwezo wa kumbadilisha mwanaume, huwezi yani. U, either ukutane naye ametaka kubadilika ama ukutane naye amechoka michezo, mawili lakini. Nikwambia, anaweza mwanaume akiamua kubadilika, anabadilikia kokote. Baadhi ya watu wakidhani anachokifanya Savanna Benson, yani Raisi wa first year ni maudhui tu. Mtengeneza maudhui hayo ya mtandaoni anasema kila anachokifanya kwenye mitandao, kina akisi maisha yake ya uhalisia. Savanna amesema licha ya umaarufu wake, anapitia changamoto kwenye mahusiano kila kukicha. Savanna ambaye amekuwa akitengeneza maudhui anazungumzia mahusiano, ameyasema hayo Aprili Aprili 8, 2025 wakati Pizza Hut Tanzania ikitangaza ushirikiano na kampuni ya Pepsi na kujifanya vinywaji vyake vya Pepsi, Mirinda na 7 Up na Mountain Dew kuwa mtoa huduma pekee wa vinywaji katika maeneo yote ya Pizza Hut nchini. We, kwanza kuangalia wanaume, kiukweli napiga matukio sana, napiga matukio na siache yao mahusiano kwa sababu yananipa content, napiga matukio sana. Kwa hiyo most of zile content jamani ni real life situation. Kwa unakuta unaongea kitu, lakini watu wanacheka, lakini kweli kimekukuta. Na nishawahi kusema, unaweza kukuta mchumba wako anahuzunika, ana unajaribu kumweka sawa, kumbe shida sio wewe, shida ni mchumba wake, and people are laughing, lakini ukweli ni kwamba unaweza kuwa kwenye mahusiano na ni kweli mtu anachukia mchumba kwa sababu mchumba wake kamboa. Kwa hata uombe msamaha vipi, haiendi popote kwa sababu mwenye aliomkosea si wewe, so it's hard. Unasema unapigwa matukio. Unapigwa matukio na watu maarufu wenzio ama unadate watu wa kawaida? Sasa mimi kwenye kudate nichanganyikeni. Yaani uh, akiwa maarufu mwenye good intentions tunaenda. Kutokea kwa mtu maarufu. Eh, exactly. Akakupiga ah, ah, Mama! Hey. Alikuwa mtu upande gani? Bongo Flava, movie ama ni industry? Yaani industry, industry.

hatutegemee ha, ha, siku moja kuona unagombea mpenzi kama ambayo tunayona anaendelea kwenye mitandao ya kijamii, huyu anamrushia huyu maneno kwa sababu ya mpenzi. Hapana. Siwezi, uwezi kuniona mimi nagombania mpenzi kwa sababu mwanaume anaaibisha. Yaani wanaume wameitwa kwa ajili ya kutuaibisha sisi, sasa ambacho kinaendelea Yupi ambaye unahisi angenyamaza kati ya Rita na Zuchu? <laughs> Uh, I don't want to pick any side, lakini I would like kumwambia Zuchu anyamaze kwa sababu sioni kama yule dem eh, yule dada ana standards za Zuchu kabisa. Zuchu is very famous, very good, very cute very very bright very hard working. Sasa kwanini ugombane na mtu ambaye hatujui hata chochote, hajawai kuni inspire lakini, utakuta Zuchu ana inspire a lot of women, so she should just keep quiet kwa sababu mwisho wa siku unagombana na mtu ambaye hana cha kupoteza yeye. Yeah, ana career, ana fan base, ana fame aloi aloi, pambania. So kuanzia kuiku yuko leo uje from nowhere. No, no, no kupigwa matukio. Jana niliingia kwenye mtandao nikakutana na clip yako, nasema kwamba mimi naongelea mahusiano kwa sababu watu wengi pia wanakuja na hizo comment. Wewe hapa mwanaume wa gani? hauwezi ukadeti naye maisha yako yote. Mwanaume anayejiposti sana kunafikiri anatafuta uh, amepotea, uh, mwanaume ambaye hajitambui, kwa sababu definitely najua napokwenda ni mwanamke ambaye najua na, nachotaka tatu ni mwanaume ambaye anavaa kama mtoto yani, unachanganyachanganya rangi, umevaa suruali, umevaa t-shirt, umevaa jeans, yani ukiwa complicated. Ila mi napenda tu mwanaume mtulivu, na mwanaume asiongea sana, kwa sababu tayari mimi nafanyaje, naongea sana, kwa hiyo tunaweza tukakesha hapo ndani swala hela. Hela? Uh, mimi, mimi sio understanding girlfriend, kwa hiyo hela ni kigezo cha kwanza ambacho mwanaume pia akinifuata, akini najua inabidi azingatie sababu anaona kabisa kwamba mwanamke huyu ana kitu fulani o, inabidi uwe na kitu ili tukika, kitu, tufanye vitu itufane vitu, vitu. <laughs> Utakumbuka hivi karibuni Savanna alitikisa mitandao ya kijamii baada ya kuweka wazi kuwa amenunua gari aina ya BMW. Yes, nimekutana nazo ile aliyokunulia, lakini mimi sidhani kama wanatakiwa wawe na hizo mitazamo. Kama hiyo inakuonyesha picha gani kwenye jamii? Yaani, tuna jamii ina gani inaonyesha kwamba jamii yetu kwanza haiamini juu ya mtoto wa kike, lakini pia jamii yetu bado haijui nguvu ya marketing ya digital, kwa sababu watu wanaweza kuwa wanachukulia poa hizi mambo za mitandao lakini it's paying, yani inalipa. They need to be aware kwamba hivi vitu vinalipa, lakini hatuwezi sasa kutangaza sana kwa sababu pia hatutaki kuwa wengi <laughs> lakini ya, inalipa. See, kuna, kuna msanii alisema amejenga nyumba alidunduliza hivi na hivi mpaka akapata pesa kwa ajili ya nyumba. Kwa upande wako wewe ulikuwa unaweka shilingi ngapi mpaka sasa hivi tunamiliki gari? Uh, mimi sijaweka shilingi ngapi, mimi nilikuwa napokea mshahara, niseme kama mshahara ya miezi sita nikaunganisha na matangazo ya kawaida then boom gari hiyo hapo. Kwa sababu inategemea, they need to be aware, tunaweza tukao tunalipwa mshahara hata milioni 4 na kampuni ambayo unaitangaza per month. Kwa hiyo per month milioni 4 kwa mara sita ni milioni 24. Je, yeah, hujapata makampuni mengine, hujapata deals ndogo ndogo za maduka ya kawaida, so it's paying. Yani sio lazima ujichange useme kwamba ulijichanga miaka minne, nitakuwa muongo kwa kweli. I would like to say TikTok ina ibua vipaji uh, vingi sana. TikTok, TikTok na TikTok, wana system nyingi za kufanya watu walipwe. Kwa hiyo kuna ile unaingia live, unapata gifts sijui nini, lakini pia imefanya vijana wengi wapate numbers. Maana TikTok kupata numbers ni rahisi compared to Instagram. Instagram ni mpaka uwe na kitu ndo watu wakujue, sio uanze tu from nowhere. Utalamba utalamba vyezi 2000 buku, lakini huko kwingine yes, TikTok ni the best. I would prefer TikTok yeah. Kamera nzuri, nikianisha kuanzia simu yenye uwezo wa kumrekodi vizuri, confidence na ubunifu, creative, basi uwe tu creative basi. Awali wakitangaza makubaliano hayo meneja masoko kutoka SBC, Tanzania Limited Jasper Maston amesema kuwa ushirikiano huo ni nafasi ya kufikia wateja ambao wanapenda kufurahia chakula. Iko so, sisi ni furaha kubwa sana kwa sababu ni nafasi ya kuweza kuwafikia wateja wetu, naamini tunalenga mteja mmoja ambaye ni anania kuja kuenjoy chakula aidha akiwa na marafiki, akiwa na ndugu au atakiwa mwenyewe, na vivyo tunaamini kwamba pizza inakwenda vizuri sana na Pepsi kwa hiyo muunganiko huu ni muunganiko wa kibiashara lakini unalenga kumtarget mteja ili kuweza kuhakikisha kwamba anapata huduma nzuri na sahihi kwa kupitia partnership yetu sisi pamoja. Sasa, katika upande wa michezo tumeona Pepsi mnatumia maambasada wakubwa sana kama kimataifa, ngizungumzia Haaland, Grealish. Kwa upande wa Tanzania kufikiria kwa sasa ligi ya Tanzania inafanya vizuri zaidi. Si uh, mpira ni moja ya njia kubwa ambayo Pepsi tunaitumia lakini tunavyotumia wachezaji ambao unawaona ni kwa sababu tuna sponsor UEFA Champions League. Kwa hiyo uhalisia wake unakuja hapo, tukipata nafasi ya kuweza kusupport au kusponsor ligi ya Tanzania ya ndani, then nadhani mtaweza kuona utumiaji wa wachezaji wa ndani wa Tanzania. Kwa hiyo hatujapata bado nafasi, lakini tunaangalia kwa sababu mpira ni sehemu kubwa sana ya Pepsi ambayo tunaitumia kufikia wateja na wapenzi wa mpira, na tunavyojua Tanzania ina wapenzi wengi na wakubwa sana wa mpira. Kwa hiyo uh, ni, ni, ni, ni, nasema ni swala la muda tu kwa kuangalia kama mambo yetu yataenda sawa pamoja na, uh, I think ni na ligi ya Tanzania ya mpira wa Tanzania, au TFF, Tanzania Football Federation. So ni swala la muda tu ila tungeamini na tungependa kama tungeza kuwa part ya, ya ligi ya Tanzania as well, mbeleni. Uh, naye meneja rasilimali watu na utawala kutoka kampuni ya Door Works Limited, Six Bet Mali amesema lengo lao ni kuhakikisha Watanzania wananufaika na ushirikiano huo. Kama mnavyoelewa Pepsi ni wakubwa na pia sisi ni wakubwa, kwa hiyo tunavyoungana, tunaweka wigo mpana kwa ajili ya biashara zetu pande zote mbili, na tunatarajia mengi sana kutoka kwao kama ambavyo nao wanatarajia mengi kutoka kwetu nam Uh, kwa kuwa ndio tumeanza ushirikiano na tunahitaji pia kutoa kufikia watu wengi, tunaona kwamba njia tunayoelekea ni sahihi, na huenda tukafika katika hatua hiyo. Pia tuna, tuna, kwa ushirikiano wa sisi na Pepsi tunatamani pia, kwa sababu sio, sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa, na matangazo ni mazuri na ni mengi ambayo atatusaidia sisi pia kukua kibiashara. Unaona faida gani pengine kuingia ushirikiano na Pepsi kibiashara, uh, ukasema kwa miaka mingapi? Pisa naeza kutunikana, tunaangalia ushirikiano huu uwe ni wa muda mrefu na tuseme kwamba ushirikiano ambao hautakuwa na mwisho, kwa kuwa biashara inakuwa na sisi tunakuwa na wao pia watakuwa. Naam. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.